Hey, hey, hey. Wengine <laughs> wakija chipsi kuku. Kuna mtu nilimshuhudia aliomba chipsi kuku yaani, jini chipsi. Chipsi kuku, jini, wakamletia kabisa. Akamaliza kula jini akaondoka uh -huh, na akubakisha. Si tunajua maji mengine wakipanda wanataka damu ya mnyama. Sasa jini anataka mm, chipsi kuku chipsi <laughs> tena tina, chipsi airojolojoegeroja <laughs> E, karibu sana bwana. Gossip Table karibu vingine vya kusikitika sana, tunakuja kivingine hapa leo bwana. hmm, tuko na hili jambo hmm, jambo la moto sana Swahilini. Kuna vituko sana sana sana, hivi ni vituko Swahilini bwana. Hii clip hii inatrend, kimonyesha biharusi sami sikitisha biharusi bwana, jini si ndo jini sijui ni shetani sijui anaitwaje. So, ugalaita <laughs> mdudududu mdudu, lakini ndo kap, kapanda hivyo hmm. Kapanda halafu huyu aliyepandisha hmm. ni bibi harusi siku ya harusi, ya. harusi yake kavalishwa nguo ya gharama na sare ah. Kitanda kimetandikwa shuka mpya kabisa ya, ya Mkigoma shuka kutoka oh Kigoma, imetandikwa hapa special kwa bwana harusi akija, akae na biharusi kwenye kitanda apige picha mm. Lakini biharusi yuko ndani, amepiga kelele, amepiga yowe <laughs> sambi, tunacheka kaa mazuri, ndugu yangu lakini <laughs> hari, mazito. Mazito. Eh, mimi sikuamini kumbe serious. Eh, biharusi kapandisha na huyo huyo huyo jini anataka bi harusi ama kiti, hmm. asiolewe e, anataka asiolewe sasa. Majambo ndo yako hivyo eh, ndugu yangu. Mtoto wa kike wewe e, ndo upo kwenye ndoa sasa, aupo e, kwenye ndoa sasa. Kwa mfano ndo umetulia pale na unakuta hapo umepambania hiyo ndoa, yani umepambana umefumania vya kutosha, mahali yenyewe ume... ume, umesaidia hadi kutoa umeongezea hapo, umeongezea ila hapo, amtaja mantilie hamna, mna ukasema na basi, kwa ile laki mbili hii kitu hii kitu, kitu isikie kwa mtu, lakini siku mm, kuute na ndio maana tunatoka kwamba hatuamini imani hizo, lakini haya ni maisha ambayo yapo tuna yeah, maisha yetu ya kila siku ndio eh. Maana kuna watu wengine wanaambiwa unapofika jambo lako la heri unataka kulifanya kwanza, mtangulize Mwenyezi Mungu mm. mm kuna watu wengine kama, kama mtu ni Mkristo atafunga hata saba kavu hey, kuombea ndoa yake ama kuombea shughuli ya, ya, ya ndugu yake. Kuna wengine mtu ataenda kusoma mpaka dua za kutosha mm, vizuri kwa jitu kuweka mambo yako sawa. Kwa hiyo hii kitu inaweza kutokea kweli. Sasa zingine vitu vingine vinaletwa, maana unajua unamgua kwenye binadamu, kuna wale walimwengu. Unajua kuna binadamu na kuna mlimwengu. Sasa mm, bora uishi na binadamu, lakini sio uishi na walimwengu. Walimwengu ni noma. Kwa hivyo wende imetokea labda ilitengenezeka eh, kuna mtu mf... mwanafamilia fulani tu huko, bwana huu mkasa kama huu, mimi ndugu nimesha kushuhudia. Nienda, mm -hmm. kwa rafiki yangu siku moja, na lengo lilikuwa ni kwenda kupiga story tu, sasa najua so tena kupumzika. Kufika pale bwana, siku hiyo nimevaa kanzu. Mhm na pumziko kuna, eh, eh, hey, kuna sherehe shughuli yenyewe eh, kabisa mm. Kumbe pale ndugu yangu rafiki yangu jirani mm. Eh, yani eh, anapanga napo wamepanga mtu mm. Ndio mtu anaolewa pale tena, wale wameomba bwana, sisi kwa sababu nyumba hapa Dar es Salaam haipo, kwa hapa hapa tulipopanga, wakaongea na mwenye nyumba ndo sherehe mm -hmm ifanyike pale pale. Kwa hiyo wale ndugu jamaa na marafiki majirani wote wakajumuika pale kama ni yani, nyinyi ndo mwendugu zetu mm. mfika pale vizuri. Mimi nikafika kasema, naam, basi kanzu imefika mahala pake mm. imetulia bwana. Wao waje wamefika tangu saa tano ndio wakajua saa saba jambo limeisha kufika pale bwana, upande wa kike wakagoma kabisa, kahitaji mahali yote ilipo, e, mahali yote ilipo yote. Jamaa akasema bwana, mi uwezo wangu mimi sio mahali yote Mi nalipa hii kidogo, nyingine tamalizia mm -hmm. Nitampa mke wangu, nasema hapana bwana, mahari kwanza tutakufungisha ndoa. Na jamaa amekaa mpaka saa nane pale, mi tena tumbo linaunguruma hapo, uelewi yani bobo, bobo vipi, nanukia tu chakula kipakuliwi kwa sababu harusi aeni wenyewe wanasema kwenye maswala mazima ya kiimani mm. lile jambo linakufanyika haraka awezekanavyo, jambo la ndoa, jambo la mtu kuzikwa, sindio eh? Jambo la mtu ku, kuingia katika imani husika, na majambo ya kufanya haraka. Sasa bwana, baada ya kuchelewa mm kidogo, nasikia ukelele wanapigwa kwenye chumba cha biharusi, na kelele za maana sana, anapiga kelele nyingi yeah, yeah, yeah. nini tena hiki kidogo? Naona kuna mama akatoka, mbio kaenda gengeni kununua nazi saba Hey. Na hey, nazi kuongea kuingia maaragi na uwabwa nazi saba zazi za maharage hmm, kazichukua kitikiti mpaka ndani, ndo kaja taarifa bwana, bi harusi kapandisha majini, kapandisha nko ndani ya kushikiki, kila mtu anakimbia bwana harusi uko nje, ndoa jafungu akatoka mzee mmoja kaenda mpaka kwenye chumba kile, alivyoingia alivyotoka tu akasema jamani, hmm, ndoa ifungishwe, ndoa Ifungishwe bilevu tukichelewa hapo, tunakosa ndoa, tunakosa. Oh. <laughs> kwa, biharusi, ndoa. Mm-mm. Ndoka, na biharusi tunamfuku. We eh eh. Bala. Huko biharusi jambo limechachamaa huku bwana harusi anafungishwa ndoa. Mhm. Ndoka kunja goti na share na soma soma pale kabla ndoa na biro una maneno yanasomwa hapo. Mm. Eh, yana soma soma na nini? Huko sasa mimi tu wako chungulia sasa inakuwaje biharusi huko ndani. Kelele zinaendelea. Nikamwona kuna mama ametoka hivi kwa nje, akasema an akaongea kwa nguvu mpaka tukashangaa. Akasema, kwanini waliingia hapa? Najua tangu shughuli inakaribia kuanza, wale walikuwa hawataki jambo lifanikiwe. Kwanini waliwaruhusu waingie humu ndani, undani mm -mm. kuna watu aonekana wawili, waliingia pale nao watu walikuwa hawataki bibi harusi aolewe, ni ndugu wa mwanamke. oh -oh. Oh, unaona sasa. hey, hey! kina mama mdogo na mama mkubwa Unai alikuwa anaenda kumaliza kabisa bi harusi siku ya harusi imagine, kule mama akatanaongeza ile kelele, akachukua unga akamwagia kwenye mlango yule. Mm. anazitupa nje ya mlango nazi saba mm -mm. ya kwanza akavunja. mm -hmm. nazi saba zimefunjwa kwenye mlango pale, tunasikia kimya, enyo kimya. Bi harusi tunasikia tu Alfatiha ambakaoakaoabanabaraasaliotokea hey hey! Kwa hiyo mtihani mi nikasema sasa hapa ndio ile kauli ya watu wanasema, kweni makini, kuna watu ana macho ya husda kabisa. ukisikia wow, macho ya husda ndio hayo eh. Kwa hivyo ndugu yangu, una jambo lako la heri, jamani nyie, mm. hata kama Jumapili huendi hata kama Ijumaa huendi nyumba ya ibada mm -hmm. basi kwenye jambo lako la, la heri mkumbuke Mwenyezi Mungu. Jamani binadamu wana mambo nyie. Kabisa. Binadamu watu wabaya sana. Watu wabaya. Kwa hiyo haya tunayozungumza ndio tunakuja kuzungumza leo hapa yanatokea kwenye maisha ya kawaida. Mm -hmm. Haya mambo yapo kabisa yanatokea. Ndio maana nyingine pia unaambua hata kwenye shughuli ya, ya mtoto kama si ni 40 si ni nini unaambua mpakeni wanje hata kama mtoto wa kiume. Mm -hmm. Kuna husda. Washangaa siku hiyo shule mtoto halii kuona hata mtoto a Eh, pakwa wanja naawaj hey, una, uh, japo wambua uh, yeah. Lakini kikawaida unaambiwa hata mtoto wa kiume sio mbaya, unapitisha kidogo da kidogo, yeah, uh, hey. Eh, sio mbaya. Kwa hiyo mm -hmm. Jitahidi mara moja moja kidogo zi, ah, <laughs> na imagine wewe au jungu <laughs> atakavyoonekana umepitisha zako vijiwanja u <laughs> Hatari takabatiha <laughs> Kwa hivyo haya majambo ndugu yangu yapo. Kwa hiyo huenda kweli, o siku hiyo bibi harusi alivyokuwa amepandisha hivyo. Ndugu ndio ndugu, ndugu, ndugu nani, nilisikia wanasema eti ndugu Mai kapanda. <laughs> Maimuna ah. Maimuna kazushia. Au Maimuna hakumwelewa bwana harusi. Au bwana harusi alikuwa na majambo yake. Bwana harusi ana mambo yake. Na zingine pia ukuta tawaji nao, mtu anakuja na majambo yake eleweki, hey. We mtu harusi harusi, unaoa mwezi wa kumi na mbili, we tangu mwezi wa kwanza unatangaza anatangaza ndoa tu, mimi naoa mwezi wa pili, naoa. Watu hawapendi. Ndio maana watu siku hizi unaona, siku hizi utaratibu badilika, mm. Siku hizi angalia hizi ndoa za za mtu anaenda kuoa, kwa mfano, anaenda kuoa usiku mm.

Mmoja tu mambo shua. Kwa hivyo, yeah. pia kitu kingine bwana ni hata kuamini watu wa karibu. Watu wa karibu ndio watu ambao ni wabaya sana. Mimi hata sikuwa nilisema. Yaani mtu ambaye anakumaliza, yaani mtu ambaye anakujua, adabu anakujua. Mm, kwa hivyo pia hata watu wetu wa karibu tusiwaamini sana. Yaani cheka na mtu kidogo, Ka serious kidogo. Mm. Kwa hiyo usicheke na mtu sana. Ukiwa una cheka naye, Na hizi kutoa toa siri za ndani, za ndani ndani hizi mbaya sana. Mtu anakuchora tu. Wadada sikuzi na njimaliza. Wadada sikuzi, na sisi wadada tumezidi mdada. Yani hata send off bado, lakini utakavyotoa matangazo sio leo vizuri. Na hivi siku hizi kuna mitandao, ah, tunatangaziwa njimaliza. send off ya mwakani, lakini tunaanza kutangaziwa mwaka huu. Yani watu tunajimaliza sana. We mtu we mtu umepata ujauzito kile ki mstari ki, ki vile ushaviposti na anataka kumaliza, wakati pia usiri ni muhimu hey. Yani bora mtu akuone kwamba unaringa unajifanya wewe ndio wewe, lakini muhimu ni kwamba unahifadhi majambo yako hapa. Unajua wanawake bwana, una vitu kuweka mambo wazi lakini wanavifanyia asili vitu vya asili wanaviweka wazi. Unakuta mtu, yani hata harusi bado, mara si kuna fagia uwanja, mara si kuna kitu, kitu gani, mara si kuna cheka na mie, yani unakuta kuna shughuli nne au tano kabla hata ya ndoa yenyewe, kabla ya harusi yenyewe. Mwanamke unakuta ana panju, ndio kitu gani? Panju si nywele zilizoanzia huku. Ana panju. Sasa panju si kawaida. Ah. E, acha tu lionekane basi utakavaa kilemba muda wote. Kaficha ficha jikuta mimi nywele zangu. Sasa ni tu panju, yeah. <laughs> Sasa mke ana nywele za jungo. Sasa nafikiri hapo. Nywele hazizingatii ngo like, yeah. <laughs> Nywele zimekataa kukaa hivi. Mm. Zinaingia hapo. Eh, bwana, tunamwambia aje na gossip sami. Komenti yako ni msana, eh? Majambo kama haya tunajua yanatokea huko, mm. huko yanatokea, kwa hivyo komenti yako ni muhimu kutokana na kile tumezungumza hapa bwana. Siku ya shughuli, vitu vimenyanyuka, watu wamefanya mambo yao, wamefanya mambo yao je, mm. yeah, ni muhimu pia kutunza siri zetu, ndugu yangu. Una shughuli yako na jambo lako pia. Ile shughuli sija kumalizia, bi harusi katoka, makeup iko sawa sawa, eh, ilikuwa sawa sawa kabisa, sawa sawa, eh, yani ilikuwa vizuri, yani baada ya ndugu kutulia, e, yani, ile vurugu mayo alisikia ndani nikajua, mm. alivyotoka nikajua ningetoka labda hayupo sawa, lakini ametoka, makeup iko vizuri. Yani sasa ni nini kile kilipo, sijajua mm. Bwana, sisi tuna sign out Lise, molo, lipo. Kama alipo basi linakuja hiyo, bye.